Mwandamanaji analeta vurugu anakunywa maji anampatia na askari naye anakunywa. This is Tanzania cha kitu akipo. Na ili jeshi la polisi hatujaliunda sisi liliundwa tangu mwaka 1919 na mkoloni ili julikana tu kuna watu watafanya vituko lazima wasiwekwe ndani. Siku moja nilikuwa nafanya ziara Iringa waliniuliza Mheshimiwa Mbunge, yani kile kituo cha Ipogoro. <laughs> Tukikamatwa la, la, la, la, hali yake ni mbaya tu, unapigwa sijui vinafanya nini. Kaambia polisi sio lazima uende. Na bahati mbaya sana wale polisi, sisi tumewapa virungu, tumewapa bunduki, tumewapa maji washawasha. Sasa ukienda pale, unategemea utapata nini? Ukitaka kupetiwa petiwa, mwanangu, nenda hospitali. Wale ndo wamesomea jinsi ya kupetipeti. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaomba tuwambie